Naam, hujambo ndugu mtazamaji wa Zahmid TV pote pale ulipo. Karibu katika kipindi chako cha Zahmid Highlights. Kipindi ambacho kinakuletea matukio mbalimbali yaliyojiri katika siku saba za wiki. Ungana nami kwa dakika chache ndugu yako Abdul Aziz Hilal nikuletee matukio mbalimbali mba yaliyojiri katika wiki hii. Tukianza highlights zetu za Zahmid, tunaenda moja kwa moja magharibi mwa Afrika katika nchi ya Morocco katika mji wa Rabat. Katika chuo cha Muhammad Sadis kulitokea hafla kubwa kabisa ya samai ya kumsifu bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ilikusanya watu mbalimbali kutoka nchi mbalimbali za Afrika ikiwemo Kenya na Tanzania, walikusanyika kwa pamoja waumini wa dini ya Islam wakimsherehekea na kumsifu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tupate habari kwa ufupi <mulia> Ikiwa ni katika nchi ya Moroko, ndani ya chuo cha Muhammadi Sadis, wanafunzi kutoka nchi mbalimbali barani Afrika wakusanyika katika hafla ya samai ya kumsifia bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hafla ambayo ilifanyika katika ukumbi wa chuo cha Muhammad Sadis nchini Moroko.

Waumini ya dini ya Kiislamu wahimizana na kukumbushana juu ya swala zima la kufunga saumu ya sita tu Shawwal. Saumu ambayo inapatikana baada ya tu ya kumaliza kufunga mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Waumini ya dini ya Kiislamu hufunga siku sita kwa ajili ya kuusindikiza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tupate taarifa kamili. Katika mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atufundisha kuwa mtu atakapofunga mwezi mtukufu wa ramadhani akafuatisha zile sita ni sawasawa na mtu ambaye aliofunga mwaka mzima. Nachowahusia kwamba waweze kufanya haraka, huweza kufunga hizi siku kwa sababu masiku yaliobakia ni machache sana. Kwa wale ndugu zangu ambao bado hatujafunga sita, tushaa nakushaurini na, nakuombeni, tufungeni siku sita kwa ni, siku sita ni chache kabisa. Tumefunga siku thalathini, tuje tushinde na siku sita a, ilo litakuwa ni jambo la aibu kabisa. Kwa hiyo nakuusieni pamoja na kuhusiana nafsi yangu wale ambao bado hatujafunga e, tuna masiku yamebakia masiku kadhaa hapa mbele. Kwa hiyo tuanzeni hivi sasa kufunga masiku haya ili tuhesabike tuhesabike tu tumefunga, e, mwaka mzima. Kwa hakika kuna umuhimu mkubwa wa kufunga somo hii ya sita ya Shawwal. Tuelekee sasa katika anga ya michezo ya burudani. Vijana wahamasishana juu ya suala zima la kufanya mazoezi ya viungo. Kwa ajili ya kuimarisha afya zao na kujenga miili yao. Vijana hawa waonekana katika chumba maalum cha mazoezi maarufu kama gym wakifanya mazoezi kwa bidii kubwa ili wajenge miili yao baada ya mazwezi, wa amuasa, wa na baada ya kuona faida ya mazoezi waamua sasa kuhamasisha vijana wenzao waungane nao katika swala zima la kufanya mazoezi ya viungo ili wajenge afya zao. Tupate habari kamili. Ni katika saa na nyakati za jioni Zahmid TV yatembelea ya moja ya vituo vya mazoezi na kukuta vijana wakifanya mazoezi kwa juhudi kubwa kwa lengo la kuimarisha afya zao. Wakizungumza na Zahmid TV, vijana hao watoa wa wito kwa vijana wenzao ambao hawajahamasika kufanya mazoezi waungane nao kwa ajili ya kufanya mazoezi ya viungo na kuimarisha afya zao na kuchangamsha akili zao kama kujenga nguvu kazi ya taifa hapo baadaye. Ya mazoezi yanasaidia pia kuondoa magonjwa mbalimbali. aalaonwaaaai faida za mazoezi bana ni kuweka tu mwili unakuwa mchangamfu basi. Naam ndugu mtazamaji wa Zahmid TV na huu ndio ulikuwa muhtasari wa machache katika mengi yaliyotokea katika wiki hii ndani ya Zahmid Highlights. Tunakushukuru kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu, lakini pia usisahau kusubscribe, kushare na comment chaneli yako pendwa kabisa ya Zahmid TV ili uendelee kupata matukio mbalimbali yanayojiri katika wiki. Ulikuwa nami ndugu yako Abdul Aziz Hilal, tukutane tena wiki ijayo kwa ajili ya Zahmid Highlights, matukio ya wiki nzima. Waheri.